Mara nyingi huwa nawaambia watu, najua zamani, kabla ya wachungaji wetu hawajawakata juzi, nitaka kuongea alafu nikakata. Kabla wachungaji wetu kusoma sana na kupata hizi elimu, alikuwa akisimama mchungaji, tulikuwa tunapata jumbe nne tano kwa wakati huu. Kabla wachungaji wetu hawajasoma, jumbe nne tano unapata, atakuhubiria habari ya utakatifu, atakuhubiria habari ya utumishi, atakuhubiria habari ya kutoa atakubiria habari ya kwenda mbinguni siku hiyo hiyo moja, na kwenye ujumbe huu mmoja. Lakini baada ya shule sasa hivi we tumeambiwa bwana, ujumbe lazima uwe na nini title <laughs> alafu uwe na pointi ngapi, tatu, na usihame sasa nisikilize, kwenye chakula cha kawaida tunachokula cha mwilini eh? chakula cha kawaida mezani, ili chakula kiwe kimekamilika, kinakuwa na nini na nini jamani? na ukiwa eh, na ugali na, na maharage peke yake ni chakula kimekamilika? kunakuwa na nini veji? Ehe. E, maji na hapo, alafu maji yanakuwepo hapo halafu kuna yaani, wanakuambia uwe na kila kitu ndio meza inakuwa imefanyeje imekamilika. Lakini siku hizi sisi tunasema hapana, unaposimama mchungaji uwe na ujumbe huu. Sasa mnisamehe, huwa najiuliza nasema, hivi sasa wale waliokuwa wanakula vile zamani na sisi tunaokula sasa hivi, kwa usahihi, nani wako sawa? Wepi wame walinyooka? Wepi wamenyooka? Ndio maana tunasema angalia sana, elimu nayo ipata isizamishe is Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu awe juu ya elimu yako, utakuwa salama, kwa sababu Roho Mtakatifu atasema na wewe. Watu wa Mungu, mimi nachunga, nimechunga makanisa sasa hivi ni muda mrefu, nimekuwa mchungaji na nashukuru kwamba wapo wengine hapa walikuwa washirika wangu nilipokuwa hapa Kibaa Picha Ndege, kuna wakati si tulikwenda kuabudu tu tukas, yani tukas, tukasifu. Roho aliposhuka hata neno alikuhubiriwa tulimaliza ibada hivyo, na watu waliponywa. Hamjaweka mkono kwa mtu na mtu amepona. Pepo hazikai hapa, kijana wangu anajua. Sisi tulikuwa na nakemea pepo Jumatano, kemea pepo, pepo Jumanne, kemea siku wiki nzima pepo zinakemewa Ilifika mahali hapo, palikuwa kama hospitali hatu, yani watu lazima waje kanisani kuombewa, na pepo zikilipuka. Na kuna wakati tuliomba maombi magumu, tukasema, Mungu, lipua pepo mji mzima, walete hapo, na zilikuwa zinalipuka alafu analetwa hapo. Ikaanzishwa mpaka kikundi cha vijana wanajiita bomoa, bomoa. <laughs> na wakisikia